Nakumbuka kwamba wiki chache zilizopita uh, Chief Medical Officer Dr Grace Magembe kupitia Wizara ya Afya walitangaza uwepo au mlipuko wa magonjwa ya homa ya nyani mpox, ambapo wagonjwa wawili walitambulika kuwa na maambukizi hayo. Manispaa ya Ubungo kupitia idara hii ya afya iko bega kwa bega katika kupambana na kuweza kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauko endelevu na hauendelei tena. Kwa jamii yote tuko tunatoa elimu kwa jamii ili kuweza kujikinga na ugonjwa huu. Tunatambua ugonjwa huu unapatikana kupitia wanyama ambao wamepata maambukizi, mizoga, lakini pia kupitia kwa mtu aliyepata maambukizi haya kwa kugusana naye direct contact lakini pia kwa nguo au matandiko mbalimbali ambayo ametokana na mtu huyu ambaye amepata maambukizi, majimaji maji kutoka kwa mgonjwa aliyepata maambukizi. Kwa sababu hiyo, tunatoa elimu kwa jamii yote kupitia, kupitia maofisi, stendi za mabasi, masoko, mashuleni, nyumba za ibada, lakini wasafiri, ili kusudi kuelewa changamoto au ugonjwa huu wa mpox unaambukizwaje na jinsi ya kujikinga. Aidha, ili kuweza kujikinga na ugonjwa huu, tunalazimika kila mmoja kuhakikisha anakuwa salama katika mikono yake au anapogusa kitu chochote. Hivyo tunahamasisha tuna zaidi watu kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono, vile vile kupunguza misongamano isiyokuwa ya kawaida, isiyokuwa ya lazima, lakini pia kuwa mbali na mtu ambaye amepata ugonjwa huu na kuhakikisha mtu yote ambaye ampata ugonjwa huu kwenda kituo cha afya na atahudumiwa vizuri kwa vipimo lakini na tiba na dawa. Tunafahamu kwamba ugonjwa huu hauui, lakini unaleta madhara. Ninaomba kila mtanzania wa manispaa ya Ubungo aweze kuhakikisha anachukua tahadhari. Watoa huduma wanapopita kutoa elimu, pia zinapopita kutoa elimu, matangazo mbalimbali tunayoyatoa, naomba tuzingatie, ili tuweze kutumia kupata elimu ya kutosha. Tayari tumekishafanya vikao kadhaa na maafisa afya, lakini wahudumu wa afya ngazi ya jamii, ili na wao wanapita katika nyumba kwa nyumba, kwenye mitaa, kwenye kata, kwenye taasisi mbalimbali, majengo ya starehe, nyumba za biashara za lishe, ili kuweza kuhakikisha hawa watu wanauelewa na kuweza kupata matibabu ya haraka endapo kuna mtu amepata madhara haya. Nizidi kuomba na kutoa rai hata kwa viongozi wetu wa nyumba za dini, ibada wa Kristo kwa Waislamu na imani zote, waweze kutusaidia, waweze kusaidia kutoa elimu hizi, hasa kwa hayo matangazo ambayo tutakwisha kuyapeleka. Sambamba na mpox, pia tuna magonjwa ya kuhara na kutapika, ambayo yanatokea kwa sababu pia ya utiririshwaji maji taka ambao unafanyika, ambao sio sahihi kwa watu kadhaa. Niombe kwa kila mwananchi, hakikisha hakuna majitaka yanayotiririshwa nje ya utaratibu hakuna ya pite, ya, ya yawe kwenye mashimo yanayotakiwa. Lakini pia wewe kama mwananchi hakikisha unatoa taarifa kwa wale ambao wanato, wanatiririsha maji taka. Vilevile hakikisha unakula na kunywa chakula na maji au kinywaji kilicho salama. Maana yake ni kwamba chakula chako unachokula kiwe cha moto, kiwe kimefunikwa kisikutwe na wadudu arukao kama nzi, mende. Lakini pia kuhakikisha tunachemsha maji ya kunywa au kutakasa maji ili maji yetu yawe salama. Nizidi kusisitiza wale wanaokunywa maji ya visima au maji ambayo hayako salama, nizidi kuomba kwamba tuhakikishe tunachemsha maji, maji yawe salama. Juisi tunazokunywa zihakikishe ziko salama kama unatengeneza juisi, matunda yasafishwe vizuri, yawe takasi kabisa kwa maji tiririka, ili chakula unachokula matunda yote unayokula yakawe siyo chanzo cha magonjwa ya kuambukiza. Magonjwa haya ya kuambukiza, ya kuharisha na kutapika, ikiwepo kipindupindu, magonjwa haya ni magonjwa hatarishi, ambayo ikitokea mtu amepata changamoto ya ugonjwa kuharisha na kutapika anaweza kupoteza maisha mapema sana, ndani ya muda mfupi, kwa sababu anapoteza maji mengi na madini mengi mwilini. Nizidi kuomba na kutoa rai hasa kwa wafanya biashara huko majumbani, kuhakikisha tunatii tunatii maagizo haya. Elimu hii tunayopewa ni kwa hiari, ili ujikinge mwenyewe, lakini umkinge na mwingine unayemhudumia au ndugu yako. Ukijikinga wewe, umemkinga na mwenzako, lakini pia umekinga taifa zima. Kazi zetu za CHW kwa manispaa nzima ni kuhakikisha wananchi wanakuwa salama, kwa maana wanakuwa salama kwenye ngazi hasa ya afya, aa kutoa elimu hasa kwa mgonjwa wa mlipuko, ya kutoa elimu ya usafi, lakini pia kuwaelekeza sehemu ambayo wanaweza kupata huduma kwa urahisi zaidi. Kwa mfano unakuta mtu uko mtaani anaumwa, hajui anaenda wapi, utamuelekeza, bwana, kwa tatizo lako hio unaenda sehemu fulani, ndio unaenda zahanati au unaenda kituo cha afya au naenda hospitali ya wilaya. kwa kazi yetu kubwa sisi ni kutoa elimu kwenye jamii, hasa kwenye masuala ya migonjwa ya mlipuko kama mpox, labda na kutatikana kualisha. Tunatoa elimu, tukigundua mtu ana dalili moja wapo, ndio tunatoa tunatoa sasa taarifa, kwa maana kwa afya, au kumwelekeza mgonjwa aende laba za zahanati au kituo cha afya. kwa kazi yetu kubwa ni hiyo, sisi sana sana ni elimu ndio tumejikita nayo sana Yani kama wahudumu wa afya ngazi ya jamii manispaa ya Ubungo, kila siku tunaingia mtaani. Kuna watu wanaingia mashuleni, kwa maana ya kuongea nao wanafunzi, ili wasile vitu ovyo kwaanisha kutapika na kuharisha. Lakini kuna watu wanaingia kwenye kwa walishi na babarishe kuhakisha kwamba wanatoa elimu kuhusu ugonjwa wa pox. Tunaingia stendi za daladala na za magari ya kwenda mikoani, mfano pale Magufuli, hata Jumamosi, yuko pale inatoa hizo elimu. Kwa hiyo tumejikita kwenye maeneo yote. Ndio maana slogan yetu nasema nyumba kwa nyumba hatuachi mtu. Kwa hiyo tukikuta barabarani tutakwambia, tukikuta sokoni tutakwambia, tukikuta, tukikuta kanisani tutakwambia, tukikuta klabuni tutakwambia, tukikuta baa tutakwambia. Ndio maana nasema nyumba kwa nyumba hatuachi mtu. Mpaka sasa hivi kwa kipindi hiki tunatoa elimu juu ya magonjwa ya mpox na pia kuzuia kuharisha na kutapika, watu wajikinge watu wanywe wa maji yaliyochemshwa au waweke water guard. Na kwenye mikusanyiko tunatoa elimu sana, kwenye bodaboda, kwenye vitu vituo vya, vya, vitu vya nani stendi ya magari kote huko magengeni, ili kujikinga kuiweka Ubungo iwe safi na salama, watu wasipate magonjwa ya kuambukiza. Changamoto tunaokutana nayo ni kwamba watu hawajui maana mpox, lakini kwa uzuri zaidi tunakwenda na mabango kitita, tunakwenda na picha ambazo tumepewa na wizara na manispaa. Kwa hiyo na kwenye maredio unasikia, wanasikia. Kwa hiyo ukiwapa hii elimu ndo inawaingia akilini, kwamba wanajua nini kipo katika nchi yetu na inabidi tutahadhari kwa lipi. E, ndio changamoto hiyo, na miundombinu ya kufikia jamii ni changamoto, lakini tunapambana kwa kuwa sisi ni askari wa chini kwa chini. Madhara ambayo watakupata katika mpox ni ugonjwa ambao unashambulia katika mwili wote, utaota malengelenge kwa hiyo malengelenge, utaharibika mwili una- utapata homa, hatimaye inaweza kusababisha kifo. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, ugonjwa huu upo na ugonjwa huu ni mbaya. Na magonjwa yote nahusia magonjwa pia ya kuzuia kutapika na kuharisha, pia watu wajikinge kwa kuchemsha maji, kunawa mikono kwenye maji tiririka au kutumia vi, vitakasa mikono, ili tufanye Ubungo wetu iwe salama na safi na hatimaye nchi yetu yote ya Tanzania.